Best Eleven ya klabu ya Yanga siwezi kumwacha Ahmada Bacca nje. E, kama ni mchezaji ambaye anakosekana kwenye timu unaliona pengo lake, lakini pia uh, unaona kwamba kuna sehemu ambapo kumepwaya hasa kwenye eneo la ulinzi. Na unapokwenda kwenye tough game kama Dabi na michezo mingine yote, ukimkosa mchezaji kama yule, hii kuna namna moja inakuathiri. Lakini mi nataka nije hapa nizungumze na watu wa mpira na mashabiki pamoja na wanachama kiujumla kukosekana kwa Baka kwenye dabi ya Kariakoo hakuwezi kuathiri Yanga moja kwa moja, na ni kwa sababu gani hakuwezi kuathiri? Ni kwa sababu kwamba Yanga wamekuwa ta na taarifa hii mapema, kwa hiyo kisaikolojia, wanakwenda kumwandaa mtu ambaye atakwenda kukava nafasi ya Baka uh, kwenye dabi ya Kariakoo. Pengine swala hili lingepatikana siku mbili siku tatu kabla ya mechi, ungeniambia lina athari. Ukiangalia mfuga njio wa mechi tano mbele ni muda mrefu sana, kwa sababu hapa kuna Champions League, kuna mechi zinaendelea kuna haya mapumziko ambayo yametokea kutokana na timu ya taifa ya Tanzania inacheza. Kwa hiyo ukiangalia kwa kipindi ambacho taarifa imetoka na siku ya dabi, sioni athari yoyote lakini kitu kizuri ambacho nakiona Yanga uh, kuna ingizo la wachezaji wapya ambao wameingia kwenye eneo la ulinzi. Unaona kabisa hawa wanakwenda kufanya kitu na na uwezo mkubwa. Kwa mfano mtu kama Frank Yasinki kutokea Jeki kutokea Singida Black Stars, ni moja mchezaji mzuri, mwalimu akiarenti kikosi chake vizuri, anaweza kwenda kutoa tiba kwenye eneo la ulinzi la klabu ya Yanga. Kwa hiyo mimi niwaambie tu watu wa mpira, kukosekana uh, kwa Bacca siku ya dabi kutokana na adhabu ambayo imepewa amepewa na inakwenda mpaka tarehe tarehe ya dabi hii, haiwezi kuwa kwao ni mwalimu sasa kukaa chini kumwandaa mchezaji mwingine, na naamini Yanga ni klabu kubwa, ina wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza nafasi hiyo, na uzuri wa klabu ya Yanga, wachezaji wengi mfuga njia hasa kwenye eneo la ulinzi. Ukimwondoa Frank Yasiki ambaye ameingia uh, msimu huu, ni wachezaji mche, wote wameshacheza dabi, wanafahamu ugumu wa dabi, wanafahamu uzuri wa dabi. Kwa hiyo mimi sioni pengo lake kwa upande wa